Na wauguzi katika kaunti ya Nyamira leo wamesusia kazi za na kushiriki maandamano ya amani kulalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao, upendeleo katika kupandishwa vyeo na mazingira duni ya kufanyia kazi. Wakiwahutubia wanahabari mjini Nyamira, wauguzi hao wameisuta serikali ya kaunti kwa madai ya kuwalaghai wahudumu wao na kutotekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano kuwapandisha vyeo wauguzi waliotimiza matakwa na kuwaongeza mishahara. Viongozi wahudumu wao wamelalamikia madai ya kutishiwa na uongozi wa kaunti hiyo kwa lengo la kuwashurutisha kusitisha mgomo huo. Nurses ambao wako common establishment, nurses wenye wako 83 walikuwa wapromotiwe wote bila kutoa hata mmoja ya pili nurses 148 saa hii wako nurses 166 wanafaa wapromotiwe, wale wanaitwa competitive establishment bila kuondoa hata mmoja. Tunawaambia vitisho zenu atuogopi, mahali imefikia hatutawaogopa wale mnapita kwa hospitali munaanza, ku, munaanza kutishia wauguzi. Tunasema haturudi kazi na hiyo madharau mko nayo, kama mnajua wauguzi si watu wa maana Mbona mnababaika? muna mnaanza kutembea na magari mnaanza kututafuta. Sisi tunaendelea na mgomo mpaka siku ile government ikiona mgomo imetosha, ndio tutarudi kazi, lakini our members, sisi kama union ndio tumeitisha mgomo, na si ndio tutamaliza hiyo mgomo. So ukienda ukirudi hospitali at your own risk, because hatutajua unaenda kufanya nini.